Lakini niseme mambo manne. Ya kwanza, malisho. Sisi kama wafugaji, bila malisho hatuwezi kufuga, na kwa kuwa umesema mbele ya mheshimiwa rais, naamini hakuna sehemu nyingine ya kusemea zaidi ya kusema mbele ya mheshimiwa rais. Niseme swala la elimu. Elimu ni shule hizo, tumetajiwa tuna shule nne. Ukitaja shule ni maisha ya watu, shule hizo tunazo nne. Kwa heshima, tunamshukuru mheshimiwa Toima pamoja na wadau nikikupongeza Mheshimiwa Lemi, nampongeza na Mheshimiwa na mbunge aliyekuwepo madarakani ambaye alikuwa ni nini, ni msaidizi wake Mheshimiwa Fred Lawas, ndio alikuwa anashirikiana na Mheshimiwa Lemi na Mheshimiwa Lem, mbunge mteule kwa jina maarufu Kadogoo, wakijenga miradi hizi ya shule mpya mbili na moja imesajiliwa bado moja. Mheshimiwa mbunge nime amini, mbunge nimefurahi, maana sekondari sekondari shule ya ndio mbunge Dodoma zinaenda wapi? ameshatuletea Naalarami, tunakushukuru sana. Naomba shule ya bodi na iwe Naalarami, inawezekana ikawa eneo hili, eneo ni kubwa, ili kumwenzi misaada hizi ya mheshimiwa mzee Toima, kwa ajili ya shule ya bodi. Watoto wengi wanashindwa kufika kwa sababu ya umbali. Nikushukuru na zanati ya Ngori ambayo iko nyumbani kwangu tena kwenye ardhi yangu pembeni pale, hiyo hospitali nimeona kwenye ilani ya CCM kwamba imeshanunuliwa vifaa na wataalamu wapo. Nimalize na jambo la muhimu na niombe iwe la dharura ikiwezekana. E, mradi wa maji wa vijiji kumi na tatu, tunaomba mradi huo wa vijiji kumi na tatu, sisi tupewe kipaumbele na iwe mradi wa dharura kwa miezi itakayokuwa mbele. Mheshimiwa Mbunge, tutakuwa tumepona. Mchagueni, ni nani anajua matatizo yenu? Na ujumbe mmoja anaye mbunge yake kadogo najua matatizo yenu tutashirikiana na lani kwa asilimia mia moja. Tutashirikiana na madiwani wote walioko hapa, ili tufikie ale malengo yetu. Naomba raju uzuri, moja diwani yupo hapa. Wao wakikataa kupima, mimi takuja na mimi takuja na wapimaji kutoka kule juu, naweza kupima kwa hiyo mila sauri. Yani hiyo ndo liona yani, sema sikila siku tunazungumza mimba, na naomba madiwani wenzangu ukienda kukaa, mimi bahati nzuri nilikuwa na madiwani, tulikuwa tunapambana kusitokea diwani yoyote atakayesaini na mimi, ndio nilikuwa mwenyekiti wa halmashauri wewe hey. Niliyomaliza muda wangu, hatatokea mwenyekiti mwingine, roho ya Mungu ikimuingia vibaya akasaini nene, lakini akisaini atasaini nikiwa wapi? mbunge akiwa wapi? sitampiga na mimi fitina, hawezi sisaini leo, hawezi saini kesho, nitaendelea kubaki eneo la malisho na mafunzo ya kijeshi kama mheshimiwa rais alivyosema, na nitaendelea kusimamia kwa sababu nimetoka na mfuo mwingine, niko kwenye nafasi nyingine, nitaendelea kusimama kwa kikisha eneo hili linakuwa la mafunzo ya kijeshi na malisho ya mifugo. Tunaipongeza serikali ya Mama Samia kwani hivyo vitu vyote vimetokana na yeye, na bado vitu ni vingi sana. Mheshimiwa diwani ataeleza zingine, lakini Mheshimiwa mbunge wenu ataeleza zingine kwani

Isaac Joseph ama kadogo kadogo kaimbivowe ng'aro kadogo wi na olandi angadasi si ameri. Jina limeandikwa Isaac Joseph Copriano ni namba moja. Kwa hiyo ukifika utatiki namba moja, tuangalie Rais Samia atakuwa juu kabisa. Ataanza Nchimbi, atafata Samia, itafata kisanduku cha kupigia kura. Nenda katiki kwa Chama cha Mapinduzi, utakuwa umemchagua Samia na utakuwa umetimiza haki yako ya msingi. Ili tupate mtu wa kutusogeza, ni lazima tumpate Isack Joseph Kadogo ili aweze kutuletea maendeleo. Lakini Lenanu, Lenanu si mgeni kwenye nafasi hii ya udiwani, alishakuwa diwani ndani ya miaka mitano. Baada ya hapo akapisha nafasi akakaa mwingine, wana Naalarami, mmeamua kumleta tena Lenanu kwa miaka mingine mitano. Hapo vipi kuna kosa? Si siemu, oye!